Kwa majina naitwa Ali Sadiki Mapunda, kwa mabano Kapalagana. Niko mkoa Ruvuma hapa na ni mwenyekiti wa mkoa. Mimi naitwa Juma Abdalla Mashua, ni nipo kwenye baraza la wazee katika chama cha TADEA. Jina langu naitwa ndugu Paulo Mpila Geo, lakini wengi wananiita mzee Kaumeme kutokana na vule niliokuwa nao. Mimi ni katibu mwenezi wa chama cha African Democratic Alliance, kifupi chake ni ADA TADEA katika mkoa huu wa Ruvuma. Karibuni sana ndugu waandishi wa habari. Aya, tukifika hapa, maana yake sehemu zote tatu wenzangu wameshajitambulisha, mwenyekiti wa baraza la wazee pamoja na mwenezi mkuu, ila bahati mbaya katibu ameondoka kidogo. Na uzuri sasa, ninaenda moja kwa moja jumla kwamba sisi ofisi hii ni ofisi ya mkoa, katiba kusababu, kitu, kwa sababu ile kitu mchakato wake kuaga ni mrefu, haraka haraka harakahraka atu, serikali haiwezi kufanikisha haraka sana, mpaka sisi tukasitisha siti, tuka tusifanye uchaguzi sana sana ningeomba kwamba wanacha nini wa vyama vingine vyote tukawa tumeungana tukajitenga. Maanake kujitenga kwake maanake kwamba mnaangalia, mna kata hii imeshamili chama gani, mnaweza mkakipa wote chama kile pale. Kata hii labda imeshamili ADA TADEA basi wa NCCR ala Chadema wapi wote wanapa wale. Kata hii labda imeshamili au unani jimbo hili imeshamili labda watu wa NCCR Mageuzi basi wote tumpe na mimi tunatutumia alliance. Tukishatumia alliance maana yake tutakuwa na ushirikiano au pamoja na vyama vingine tukawa kama ni marafiki. Serikali ya CCM na sisi CC tunaungana kwamba tutafanya uchaguzi kama kawaida. Hatutajali hilo. Ila mfumo wake ni huo kwamba tutatumia akili ya kuweza kama chama kinavyotuagiza tu, kinavyo tu, kinavyo kwamba tushiriki au makao makuu tushiriki kama kawaida, maanake biashara ni shindani. Leo tunavyokenda sokoni naweza kukuta meza tisa au kumi na kitu nyanya tupo, lakini mwenye riziki anapata pale pale, na kwenye uchaguzi ni hivyo hivyo kama riziki yangu iko naweza ni nikapata kata ya Lilambo, kama riziki yako hivyo inaweza nikakata, nikapata kata ya Tanga kama kawaida, hatutaweza kuacha kushiriki uchaguzi e, tutasimamisha, tutasimamisha wagombea ngazi zote mbili, upande wa udiwani na upande wa ubunge e, tumeamua hivyo kulingana na sisi ni, ni, ni halali yetu kusimamisha wagombea ni halali yetu kutafuta nafasi ya kupiga kula ni haki yetu sisi tunajua wazi kwamba wako tayari mwenyekiti wangu wa taifa pamoja na katibu wangu wa taifa na naona yuko tayari kushirikiana kuweza kuweza kusimamisha wagombea kwa nchi, nchi yote na majimbo yote na kata zote. Majina yangu naitwa ndugu Paulo Mpira Geho, cheo ni katibu mwenezi wa chama cha African Democratic Alliance ADA TADEA ya mkoa wa Ruvuma. Mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi kwa mujibu wa sheria zetu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo nachoamini, vyama vyote vya siasa vitakwenda kwenye uchaguzi mwezi wa kumi, kwa sababu ni swala la kisheria. Hakuna chama kitakachosema kiingii. Kwa hiyo kama kiingii, maana yake wanapingana na sheria ambayo imewekwa. Sisi kama TADEA tunaingia kwenye uchaguzi, tutasimamisha wagombea nafasi za, wa, za udiwani, tutasimamisha wagombea nafasi ya ubunge kwenye nafasi ya urais hatutasimamisha mgombea kwa sababu tutazisema hizo sababu. Ya kwanza, sisi tunamwamini Daktari Samia Suluhu Hassan kutokana na miaka minne ya utendaji wake wa kazi, ana uwezo mkubwa wa kuendelea kuwa rais wa jamhuri wa muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tutamuunga mkono na kura zetu tutampa Daktari Samia Suluhu Hassan mwaka huu 2025. bora tupambane kwenye nafasi hizo mbili, nafasi ya udiwani pamoja na nafasi ya ubunge tu, lakini kura zetu zote za urais tunazipatia Chama cha Mapinduzi. Tumeona mafanikio umeme, tumeona vijijini, barabara tunaona zinaenda vizuri, mashule tunaona yanaenda vizuri, wamejitahidi kutekeleza ilani yao kwa kiwango kikubwa sana. Sasa siasa sio vita, kama unamuona mwenzako kafanya vizuri kwani usimpigie makofi? Kwa hiyo kwenye, kwenye eneo hilo, kwenye eneo hilo sisi kama ADA TADEA bado tunasema tutakuwa na Chama cha Mapinduzi kwenye nafasi ya urais lakini kikubwa zaidi Mama Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuja na zile 4R za Mheshimiwa Rais. Kuna maridhiano pale, kuna nini pale? Eh? Sasa kwa nini tusingetumia, au Chadema wasingetumia hizo 4R za Mheshimiwa rais kukutana kwanza na serikali, au kukutana na, na kukutana na umma wa Tanzania, kwamba bwana, hizi 4R zifanye kazi hivi na hivi. Kama kulikuwa na kasoro, wangesema hizo kasoro za 4R. Lakini sasa tuzioni, tunashirikiana nao tunakutana nao. Kwa mfano, huko nyuma sisi tulikuwa tuna mikutano huko nyuma tulikuwa hata tuki hatualikwi kwenye hata mikutano ya RCC, huko nyuma tulikuwa hata hatuendi kwenye shughuli mbalimbali za kijamii, lakini sasa hivi tunaona ofisi za mikoa zinatushirikisha ofisa mkuu wa mkoa tukiwa na, pakiwa na jambo pale tunaletewa barua. Kwa mfano, kwenye vikao vya RCC tunazo barua, vikao vya DCC tunaletewa barua, panapokuwa na vikao vya vingine vyovyote tu tunashirikishwa. Kwa mfano, mbio za mwengi tunaitwa, tunashiriki kuonyesha kwamba zile fuara za mheshimiwa rais kweli zinatenda kazi na ndio maana katika hizo fuara kuna kipengele cha kujadiliana kwa nini chadema wangetum, wasingetumia hicho kipengele cha kujadiliana tukutane tukajadiliane tuone tushike lipi katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa hiyo namalizia kwa kusema tunaungana na serikali ya jamhuri ya muungano wa tanzania kwamba mwezi wa kumi, mwezi wa kumi ni mwezi wa uchaguzi ninawaalika wanachama wote wa ada tadea wapenzi na wanachama wa vyama vingine tuingie kwenye uchaguzi mwezi wa kumi. na rais tunayetakiwa kumchagua ni mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Tena ingewezekana hata vyama vingine vituunga mkono sisi Tadea tusimweke weke upuuzi mheshimiwa Samia. Sasa hivi Samia anapata tuzo mpaka za kimataifa. Siku moja nilikuwa nasikiliza uh, benki ya dunia imempa kongole mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassan, imempa kongole. Sasa tunataka nini Tunataka nini? Kama mpaka mataifa mbalimbali wanamkubali Dokta Samia, kwa nini sisi wenyewe wenye, wenye rais wetu tumkatae? Ni lazima tukubaliane Watanzania kwamba hatuna Tanzania ya akiba, tuna Tanzania moja. Kama tutaiharibu Tanzania yetu kwa tamaa, hatuna mahali pa kwenda. Tuilinde amani ya Tanzania na, Tanzania, na amani itatulinda sisi. Tukikataa amani, na sisi wenyewe tutapotea.